Karibu katika chaneli yetu. Leo tutazungumzia mada inayoitwa tofauti kati ya UTI sugu na PID. Haya ni maradhi yanayosumbua watu wengi hasa wanawake. Watu wengi wamekuwa wakichanganya haya magonjwa kwa sababu ya dalili zinazofanana. Leo tutaeleza tofauti zake, chanzo, dalili na njia za utambuzi. Kama ni mara yako ya kwanza kwenye chaneli hii, tafadhali usisahau kusubscribe ili uwe unapata maudhui haya mara kwa mara. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba katika mada hii, nikikueleza kwa undani kuhusu tofauti kati ya UTI na ugonjwa wa PID. Hebu tuone maana. UTI sugu ni maambukizi ya njia ya mkojo yanayorudia na kutopona kabisa licha ya matibabu ya mara kwa mara. Lakini PID, haya ni maambukizi ya ndani ya mfumo wa uzazi wa mwanamke, mara nyingi husababishwa na magonjwa ya zinaa. Lakini pia twende kwenye chanzo cha UTI na PID. UTI sugu husababishwa na bakteria kama E. coli wanaoingia kwenye njia ya mkojo. PID mara nyingi husababishwa na magonjwa ya zinaa kama gonorea na chlamydia yanayoingia kwenye mfuko wa uzazi wa mirija ya uzazi. Lakini pia tukitofautisha kupitia dalili, dalili za UTI ni kama maumivu wakati wa kukojoa. Hapa binti au mama anaweza akapata maumivu makali wakati wa kutoa mkojo lakini pia ni maumivu yanayokuwa pia chini ya kitovu. Kwenye UTI pia kuna kukojoa mara kwa mara. Mtu mwenye UTI anapata changamoto ya kukojoa mara kwa mara, anaweza akaenda kwa mfano usiku akatoka hata mara tano mara sita, na kwa siku mkojo unaweza hata ukazidi lita mbili na kuendelea. Maumivu ya kiuno na mkojo wenye harufu ni moja dalili ya UTI sugu na kutokea mara kwa mara, hasa kwa wale ambao wenye dalili ya UTI sugu, majibu ya maabara yanayoonyesha kwamba ana UTI ya kiwango kikubwa mara kwa mara. Lakini kwa PID, mgonjwa anaweza akawa na maumivu ya tumbo la chini ya kitovu akawa anapata uchafu ukeni, akawa ana maumivu wakati wa tendo la ndoa, akawa anapata homa na maumivu ya mgongo wa chini. Hebu tuone vipimo sahihi kwa haya magonjwa. Kwa UTI kipimo cha mkojo na utamaduni wa mkojo, yaani urine culture. Nafanya, inafanya urine culture kutambua hiki kutambua aina ya bakteria na kutambua aina ya dawa. Lakini pia kuna kipimo cha urine analysis na urine sediment, vipimo ambavyo vitatuonyesha hii UTI ipo kwa kiwango gani. Kwa PID, yani pelvic inflammatory disease, uchunguzi wa ndani, hapo tutaangalia kipimo cha uchafu wa ukeni na kipimo cha ultrasound. Kipimo cha uchafu ukeni, waga tunachukua high vaginal swab na utafanya kacha ili utamaduni wa mkojo, ili kujua ni aina gani ya bakteria na aina ya dawa ambayo inaweza ikawa sahihi kulingana na level au kiwango cha maambukizi. Kipimo cha ultrasound, hapa tutapata picha ya tumbo, picha halisi ya mfumo wa uzazi wa mwanamke na kuona jinsi gani ambavyo mfumo wa uzazi umeasiliwa. Twende kwenye matibabu. UTI sugu hutibiwa na antibiotic kulingana na vipimu, na majibu ya vipimo na kunywa maji mengi. Unashauriwa kutoacha matumizi ya dawa, lakini pia tumia dawa kama walivyoelekezwa na daktari. Unapotibu UTI mara nyingi, jitahidi una kunywa maji mengi, kwa sababu unapokuja maji mengi huweza kusababisha huweza kupelekea bakteria au kusafishwa kwa mfumo wa mkojo. PID, pelvic inflammatory disease, hii hutibiwa na antibiotic kali na matibabu ya wenza wa ndoa. Ukiwa na PID na mwenza wako pia itabidi atibiwe. Kwa hiyo kama una PID ambayo una shida ya PID, basi mshauri na mmeo mwenza wako naye apate matibabu. Tofauti za msingi: urinary tract infection huwasili mfumo wa mkojo kwa jinsia zote. UTI inaweza ikatokea kwa mwanamke ikatokea kwa mwanaume, lakini PID hiyo huwasili wanawake tu, na ni maambukizi ya mfumo wa uzazi wa mwanamke. PID Pelvic Inflammatory Disease haiwezi kutokea kwa mwanaume, kwa sababu mwanaume hana mfumo wa uzazi wa mwanamke, ndiyo maana hiyo hutokea kwa wanawake peke yake. Ushauri wa kitaalamu. Usitumie dawa bila vipimo, tafuta huduma ya afya mara tunapopata dalili. Kwa wanawake, kuwa makini na dalili za PID, kwani huweza kuleta utasa. Hakikisha wewe na mwenza mnatibiwa kwa pamoja. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba ambaye nimekuletea hizi tofauti. Kama ni mara yako ya kwanza Tafazayo sau ku kulike na kushea video hiyo. Kama rafiki, niambie kwenye comment section kitu gani ambacho ulikuwa unafahamu kuhusu tofauti kati ya PID na UTI sugu. Nikutakie siku jema.